Go be a provider. Abdul Karim naomba nikutume na tukuagize tunakuomba, nenda kwenye familia not just be a husband, not just just be husband a father, lakini go be a provider. Nenda kawe mlishaji, nenda kawe mletaji, nenda kawe mtu ambaye familia ina feel secured kuwa na wewe. Tunaishi katika familia ambazo watoto wengine hawaji, hawana uhakika wa kumaliza shule, na baba yupo kila siku, baba anasema kuna mchongo nasubiria kuna mchongo anasubiria. Tuna baba wa mchongo wengi kweli leo, tuna mchongo yaani imekuwa kabla ya mama baba, no, ana mchongo kuna kitu anasubiria. Go be a provider. Mwanaume ameumbwa hivyo kuhakikisha familia iko safe. Security yetu kwa familia sio ulinzi wa nyumba ya fence na walinzi nje, ni ku make sure that there's a security, mama au wife ana uhakika kesho tunakula na maisha yanaendelea. Tunaishi kwenye jamii ambayo tuna wanaume wengi wako kwenye ndoa leo lakini wanatunzwa na wake zao. Uongo? Uongo. Na unasema hivyo kwa sababu unajua wako. Kuna mfuga pia, wako. Kuna mwingine unamfuga akako amwacha nyumbani, sasa anakuuliza chakula kiko wapi? Microwave bora yafanye kazi, yani anataka nawe ukashughulikia na woka, microwave. Sasa hivi kuna wamama wengi, Abdul. Mama ana namba ya fundi bomba, mama ana namba ya fundi friji, mama ana namba ya fundi, mama na namba ya bustani, mama na namba fundi gereji, yani mama, mama na namba za daktari wa figo mama. Yani baba akina nani anaomba namba, naomba namba ya yule fundi, naomba namba ya yule nani, naomba namba ya sheli, naomba namba ya tigo pesa. Yani mama ndio amekuwa makenika wa familia. Uongo? ukipendeza hapa tunakuonaapea, lakini umebeba mambo, baba yupo tu. Anafuga ndevu anaenda jim, watu wakimuona huko anajua, hey, shosi kapata, kumbe kapatikana. Watu wanajua shosi ka, kapata mchongo, kumbe mchongo <laughs> Abdul, nenda kawe provider, my brother, go fight, get money. Si say you can be billionaire if God gives you that, all the best, lakini make sure una unajitihada unajituma, kuonyesha familia yako wawe responsible kwa sababu baba yao nao yuko responsible. Tuna kiwango kikubwa sana cha wakaka na vijana wengi, they are not responsible kwa sababu hawana model positive ya baba zao walioko responsible. Baba anakaa tu anagombania remote na watoto, remote kwa remote, kwa mnatumia TV tumia nyingine, mimi na kipindi changu naangalia mpira. Sasa wewe mzee kafanye kazi, wewe vipi? Kuna baba anabalisha tu kaptula, ameenda kabadilisha sendo, karudi ameenda <laughs> Ukiwa naye waivyo, watu wanajua mnaenjoy kweli, kumbe unamfugo hapo. Huo ni mfugo. Kwa sababu kwa nini inakuwa ngumu kufurahia familia kama hiyo? Because it's not nature. Nature is not created that way. Asili haijaumbwa hivyo, asili imeumbwa a man should go out. Ngoja niwaambi, ngoja niwafundisha saikolojia. Nyumba au familia yoyote itakuwa ina frustration kama mwanaume anakaa ndani kuliko anavyokaa nje. Kuna mtu ananielewa? Mwanaume amekuwa created kukaa wapi zaidi? Nje. Nyumba yoyote itakuwa ina frustration kama mama anakaa nje kuliko ndani. Kuna mtu ananielewa? Hii inaweza kawa ngumu kwako kwa kuelewa, ni asili hata upingana naye. Law ni law, kama gravity ilivyo, ukitupa kitu kinajua kuja chini, hata upinge, ndivyo ilivyo. Every family will always have frustration. Kama mama anatumia muda wapi? Nje kuliko ndani. Naomba niwaulize kitu rahisi, unafahamu? Baba anaweza kunywa pombe akawa mlevi sana na mama anaweza kunywa pombe akawa mlevi sana. Lakini naomba nikwambie, Fa familia yenye mama mlevi sana ikoje? Si ni tofauti na familia yenye baba mlevi? Familia yenye baba mlevi sana inaweza ikaenda, familia yenye mama mlevi sana hamna kitu. That is nature. Sasa siku hizi tuna baba wengi sana ambao anakaa ndani kuliko mama. Wewe uoni tairi imekuwa reverse. Reverse. My brother, go be a provider, na mwisho kabisa jambo la nne, go be a leader. Nenda kawe kiongozi. Abdul Karim, tunakuagiza tunakuomba, my good brother, nenda kawe nani, kiongozi. Tuna wanaume wengi sana wako kwenye ndoa zao, wako kwenye familia zao leo, they are not leaders. Sio viongozi. Yani badala ya wife kwenda kumuuliza baba, baba ndio kila kitu, anauliza mama, huyo sio kiongozi. maana ya kiongozi kwenye familia, maana yake nini? you go build structures Acha familia ijue kabisa kwamba baba anasema hapa nyumbani tunaishi hivi. Hiyo ndio maana ya kuwa lida, jamani. Watoto wanajua kabisa nyumbani kwetu kurudi mwisho saa moja. Yani ukirudi zaidi ya saa moja uwe na maelezo, sio mama akasema baba akasema. Sasa hivi baba ongea na mama, ako mama ako, amekubali kama amekubali, sawa. Najua hapa mna suruali tamna kitu nenda kawe lida. Wengine we tuko hapa, tuna mfano kabisa. hatukuwa na vitu ambavyo we are proud of our dads. Hatukuona, tuliona mama ndio anaweka. Kuna vitoto vinakuja ofisini kwangu miaka sita miaka mitano, kila ukikuliza who bought your shoes? Mom. what about your necklace? Mom. hii everything, where is dad? Amekufa? yupo kazini. Kwa mwisho siku, wale watoto wanakosa ink, wanakuwa na wrong inclination. Wanafikiri kila kitu kinafanywa na nani? na mama nenda kawe kiongozi wa familia yako, katengeneze structure, katengeneze misingi. Kama ndugu yangu una imani, imani yako inatakiwa iwe pass on kwa nani? Kwa watoto wako. Hiyo ni structure ya pamoja, na kwamba mama ana, ana rule kubwa ana role kubwa ya ku play kwenye ku pass on imani kwa watoto, lakini kuhakikisha vile vitu vya imani vinafanya ni baba. Ni muislamu safi, kuhakikisha watoto wanafunga wakati wa Ramadhani ni kaza, baba. Sasa hivi tuna wababa wengi ndio wahuni kabisa, yani ukimwangalia, unasema yani mimi nikiwa kama baba nitapotea. Na hii baba anakuonyesha kabisa, they are not leaders. Nenda kawe kiongozi, mdogo wangu, ninakuhakikishia, I guarantee you, ukiweza kwenda kuwa hivi vitu vinne, success is not a choice. You will have it. Mafanikio yako kwenye familia yako yatakuwepo, furaha utakuwa nayo, watoto wako watakuwa proud na wewe. Tuna watu wengi sana leo wana struggle kufanya kazi, kushinda ofisini, kukesha, kutafuta hela, wanafikiri kwamba mafanikio ni kuwaachia watoto wao nyumba, mashamba, magari. Naomba nikwambie, no, ukiwaachia watoto wako hivyo vitu vyote, na hujawaachia a good model ya familia na ndoa, you're useless. Kuna mtu ananielewa? Kwa sababu watakwisha, hawata enjoy hivyo vitu lakini ukiwaachia picha nzuri modeling nzuri ya kupendana na kuwa pamoja kwenye familia, hivyo vitu wanaweza kutafuta wenyewe, kwa sababu watakuwa na mental health iliyo bora. Kuna mtu ananielewa? My brother, sisi wote hapa tunakutakia baraka, tunakutakia fanaka, tunakutakia mafanikio mazuri, tunakutakia hivi vitu viweze kuwa vizuri kwako, lakini naomba nikuambie, it is by choice. Lazima uchague, lazima uamue, lakini the good thing is it is possible, inawezekana. God bless you.